Wakati ninafika hapa kwenye mkoa wetu wa Songwe, miongoni mwa barabara ambazo niliambiwa ni changamoto kubwa sana ni barabara yetu hii ya kutoka hapa Mlowo, ambayo inakwenda moja kwa moja mpaka mpaka Kamsamba, lakini barabara ambayo inategemewa na wafanyabiashara wengi sana ambao wanatoka huko vijijini kwa ajili ya kuja kuchukua bidhaa mbalimbali. Lakini barabara hii tayari rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alishatenga fedha lakini nakumbuka tayari mkataba kwa ajili ya kuijenga hii barabara kwa kuanzia na kilomita kumi kilomita tano kutoka huku na kilomita tano kutoka upande mwingine, na mwaka wa fedha pia bajeti inaongezeka tena ili tuweze kuongeza kilomita zingine. Mkataba huu tayari ulishasainiwa, lakini nimefika hapa mimi na miezi sita sijamuona mkandarasi anakuja kuanza kazi ya utekelezaji wa ujenzi wa hii barabara kwa kiwango cha lami. Nilikuwa nazungumza leo na meneja wa TANROADS nikamuuliza kwa nini mkandarasi mpaka leo hajaja kuanza kazi ya utekelezaji wa huu mradi wa barabara. Na tunakumbuka rais wetu mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassani alituahidi, na wakati wa kampeni alizungumza akiwa pale Mwanjani, lakini hali kadhalika alipokuja hapa akasimama pale njia panda ya hii barabara, alituahidi kwamba hii barabara tunakwenda kuijenga, na kweli fedha ameshatenga. Meneja wangu wa tano wapi? Huyu bwana akaniambia yule bwana alichelewa sijui kuleta nyaraka gani kwa ajili ya ukamilishaji wa taratibu zake. Sasa nimewaagiza hawa mabwana, nawapa wiki moja. Mimi nataka umkandarasi mkandarasi alete mitambo yake katika hii barabara ndani ya wiki moja. Tunataka tuone mitambo ya mkandarasi inaletwa kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa ujenzi wa hii barabara. Uchaguzi sasa umekwisha, kampeni zimekwisha, na sasa hivi kinachotakiwa ni kwenda kufanya kazi ya utekelezaji wa ahadi ambazo rais wetu amezitoa wa kwa wananchi. Kinachotakiwa sasa hivi ni kwenda kufanya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo walikuwa wanainadi. Kinachotakiwa sasa hivi ni utekelezaji wa miradi ambayo inakwenda kuondoa kero kwa wananchi. Eneo hili la kata ya Mlowo ni eneo la mjini sana. Lakini kinachoweza kubadilisha mandhari hapa mjini kufanya ikaonekana kama pako kijijini ni kwa sababu ya hii barabara wakati wote ni vumbi, wakati wote ni vumbi. Hapa ni makao makuu ya mkoa. Kwa lazima tuweke spidi na tuweke nguvu kubwa sana katika utekelezaji wa hii miradi ambayo tumewaahidi wananchi. Kwa hiyo, baada ya wiki moja, mimi mwenyewe nitakuja nije kukagua kazi itakayoanza ya utekelezaji wa umradi ambao tayari mkataba wake umesainiwa. Tumelewana meneja eh? Kwene ndeni mkakae ofisini mjipange, mbanane mkandarasi. Kama anashindwa kutekeleza hii kazi ni afadhali aache hiyo kazi, tumpate mkandarasi mwingine atakayeweza kufanya kazi ya ujenzi wa hii barabara kwa spidi ambayo inaendana na matakwa ya serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tumelewana meneja, anakutakia utekelezaji mwema. Wiki ijayo mimi mwenyewe nitarudi hapa nianze kuona vifaa ambavyo vimeletwa kwa ajili ya ujenzi wa hii barabara.